Haya jamani, karibuni, naomba e, na mtoe sauti eh, eh, tuanze. Dada unaitwa nani? Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Toa mkono kwenye shavu eh, au na masikitiko sana, karibu. Ongeza sauti nimetokea hapa , ila nyumbani ni Mwanza. Ndio hivyo hivyo. Naomba wale ambao unawajua wakikaa huko wakija huko wanakuwa wengine, ndo hivyo watakavyoenda kufanya kazini. Hapa unajifanya mwema, ukifika huko unararua rarua watoto wa watu. Kwa hiyo tunataka uwe wewe yule yule yule ambaye huko nje ukikaa na wenzako unapiga stori, unacheka, una nini, ndio huyo hapa. Sawa. Ndiyo. Wee, umesikia madam wako achosema we sio Bokhe hapa. Tofauti hiyo sio sauti yako sasa, mi naitaka ile sauti yako. naitwa Bokhe Mwilabi nimetokea hapa Dar es Salaam, ila nyumbani ni Mwanza. Mbona unaogopa? Kwani unaogopa kuonekana kwenye kipindi? Ah, sinaongea na kutizama. uh-huh. e. Okay. Ndiyo. Mm-hmm. Yeah, nimewasikia TikTok TikTok mm. Mm -hmm. We, nini kimekuvuta kuja? Sababu ah, TikTok naona kuna, kuna mchanganyiko wa wanaotusikia. kuna wale wanaotuona sisi ni wanyama mm, wanaotuona sisi ni wakandamizaji, wanaotuona sisi ni wakaa upande wa mabosi mm. Mm -hmm. We, kipi kikakuvuta kutokea TikTok ukasema, ngoja niende, pamoja na hizi komenti ambazo wengi wanakuwa hawa hawa hawabarikiwi na namna tunavyoendesha mradi wetu si ndio? Huko, hmm. Ndo mi nakuona TikTok wengi wanakuaga especially wadada wa kazi. Ni kama hawabarikiwi au hawakubaliani na mfumo wetu tunaouendesha huu uh, u mradi wa wafanyakazi wa nyumbani. Si unaonaga nga? Yeah. Wewe mwenyewe ujaona vipindi vyangu vingi no, wadada sorry, wanakosoa, yeah. Unasoma, sio? Eh, kwa hiyo umeona zile negative zote lakini bado we umeamua kuja. Kwa nini? I... Wadada Centers kwanza, ambacho nimejifunza kutoka kwao ni watu ambao wanatetea haki za wanawake na wanawake wengi kwenye jamii zetu, unaona kama bado kuna mfumo dume mkubwa tu. Kwahiyo Wadada Centers, kwa sababu wanandi, wanatetea haki za wanawake na mi ni mdau wa kutetea haki za wanawake, ndo maana nimekuja kwao mm. Umekuja mm. kutetea haki za wanawake au? Ya. Hapana, yani mm. kukuza mradi kwa ajili ya wanawake, wanawake mm. wapate fursa ya. Kwa hiyo umekuja kwa ajili ya fursa zetu sio? Umekuja kwa ajili ya kukuza mradi? Kukuza mradi, ndo maana niko hapa. Mfano kama hivyo kuja, kuna ndi kuungana na Dada Centers kama hivyo, kufanya kazi? Kufanya kazi, ndio. okay. kwa upande upi? Maana sisi pia tunafanya kazi akila anafanya kazi mi nafanya kazi we unafanya kazi kwao, unafanya upande upi? Kwa hiyo we zipi zilizokufanya uji kazi gani umelenga, za nyumbani, zaidi. Za nyumbani. Yeah. Okay. So bado swali langu hujajibu, mm -hmm. kwamba kwa sababu umetokea kwenye chanzo ambacho kuna sumu kali sana kuhusu namna ambavyo si tunawaelekeza kwenda mm -hmm. kufanya hizi kazi ha. E, nataka kujua wewe una, una utofauti gani yaani kwamba hauta kuja kuleta changamoto kwenye mradi wetu, e, ukapelekwa kazini ukapangiwa masharti na bosi e, kwamba mm -hmm. nguo zangu nataka ufue kuanzia Jumatatu mpaka mm -hmm. Ijumaa nguo zako ufue Jumamosi. Hmm. Mabosi wetu we, wa, wa, wa, ndio hivyo utaratibu zao, yaani sisi tunawasikiliza mabosi. Sasa kule kwenye TikTok zenu zile hmm. Ampendi kusikiliza mabosi, mnasema mabosi wana roho mbaya, mabosi wanakandamiza sana. Halafu wadada senta wenyewe tena joisikiria na anawatetea sana mabosi, anakaa upande wa mabosi, takuwaje? hmm. mm -hmm. ah. sasa kwenye jamii kila mtu na mtazamo wake, hata mm -hmm. Ukiangalia huko TikTok mm -hmm. kuna watu wanasema ndio vibaya, mm -hmm. lakini hakukosi watu ambao wananandi wanatetea kama, mm -hmm. mfano kuna wengine nilikuwa naona mwingine anasema mi pia nahitaji kazi. mm -hmm. Ni moja kati ya watu ambao wana mind, mindset positive, ndio jibu baada ya maelezo ya muda Kumbe kule kule kuna watu waona negative. Mm -hmm. Mindset, mindset na positive. Wana ambao wako positive mm -hmm. So sisi tunataka kufanya kazi na wale ambao wako positive, yeah. Kwa hiyo hongera kwa kuwa ni mmoja wapo. Asante. Mm -hmm. So malengo yako ya kuja kwetu ni nini? Ah, nahitaji kujiendeleza zaidi kielimu ingawa, mm -hmm. kwa sasa hivi nilikuwa nachukua education, lakini mpango wangu ni kusoma business administration Mm -hmm. Ya, kwa hiyo niliombaga hiyo education kwa sababu nipate mkopo, kama uliomba kitu oh, ambacho sio dream eh, yako. Kwa sababu serikali inawapa kipaumbele zaidi watu wanafunzi ambao wanachukua education. Kwa hiyo ikabidi niachane na ndoto yangu nije huku ambako kutanipa push up. Angalau nifikie nifikie lengo, lakini cha ajabu na penyewe asilimia kwa mwaka wetu naona walianza kuwapa na wadiploma mkopo. Hmm. Wakati zamani ilikuwa ni digri peke yao. Wow. kwao mm -hmm. asilimia zikaanza kushuka. Zamani tulikuwa tunapata asilimia mia moja, lakini sasa hivi mimi nilipata asilimia ishirini na tatu ndio yeah. Yani mtu kwenye ada unakuta ni milioni moja na laki tatu, wenyewe wamekusaidia laki mbili na thelathini. <laughs> Yeah. Kwao inakuwa ni ngumu tena kujikwamua hapo. mm -hmm. Kwao nataka nikipata nikipata fursa hapa ile nikapambane, ile hela nitakayoipata inakuja kunisogeza, lakini nimeishia mwaka wa pili, mwaka mm. Mm -hmm. wa pili, digrii au diploma, digrii ya education unaendelea endeleana nayo hiyo, ingawaje ujapata mkopo, lakini bado niliamua kuacha kwa education moja kwa moja, kwa sababu nilikuja huku kwa ajili angalau upate mkopo. Eh, sasa unafanya ni... kitu kwa ajili upate mkopo. Then ukishamaliza hiyo education unakuja kuifanyia nini? Na si passion yako. Nilikuwa najua nikimaliza na nikawa hmm. nimepata ina ndii kile cheti hmm. naweza kikanisaidia kwa namna moja au nyingine. Unajua, ukishapata kazi kwa sisi education unaweza wakurudi chuoni, lakini unafanya kazi ila unasoma degree nyingine? Ilikuwa eh, mipango yako tofauti ndo. Eh, sasa ndivyoona tena inakuwa ni ugumu, yaani lengo langu nimeliacha, nimekuja huku, lakini nalo ni ngumu nimama kuliacha. mm. Kwa hiyo nikirudi, narudi kwa business administration. mm. mm. yeah. Kwa sina maana hapo, we manza mindset kwa mara ya kwanza ndo imekusababisha leo kwa Dada Center, lakini sisi kwetu kwenye mindset huwa tunaangaliaga pia kitu kinaitwa passion Yeah. Hamasa ya kufanya kitu na maana, wewe uh, unatuambia kwamba ungekuwa mwalimu, alafu una hamasa ya kufanya ualimu. mm -hmm. Meaning kwamba wewe mwalimu, usingeweza kufanya vizuri, kwa sababu sisi hatuangalii tu kazi kwamba umepewa tu kazi unafanya ili mwisho wa siku upate mshahara au maybe upate kitu fulani. Mm -hmm. Uh, sasa sisi tutakuwa na wakati gani kwamba ukienda kazini saa hizi kwenye kazi za ndani, pengine pia sio sio, uh, sio kitu ambacho unakipenda mm -hmm. Alafu ukafanya tu kwa sababu ya mshahara, na sisi kwetu kwenye utaratibu wetu mtaala tulionao sisi tunataka kufanya kazi na wadada ambao wana hamasa zaidi hata kuliko hiyo huo mshahara wanaouona. si zani kama kuna mtu amepanga kufanya kazi za ndani maisha yake yote kila mtu anafanya kwa lengo fulani. hmm. hata kama hatoenda hata, yani, haijalishi ni lengo gani, lakini ule muda ambao anaofanya hicho kitu ndo hmm. tunaouangalia zaidi hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So, tuambie kwa hiyo kwa, kwa kwa yani unaangalia muda ambao ni, huu ni muda wa jukumu fulani, mm -hmm. hilo jukumu unalifanya kwa wakati huo kwa asilimia zote, najitoa, sijui anasemaga kuyakinifu sijui, mm -hmm. e, yani unajitoa kwa asilimia zote kuhakikisha huu muda ni jukumu hili, kwa hiyo lazima litimie, mm -hmm. baada ya hapo nimemaliza sasa, nimemalizana na nyinyi naenda tena mimi kwenye lengo lingine, mm -hmm. yeah. Okay. Mm. Mm. Mm. Umerizika na jibu yake, lakini yeah, ale... uh, mwisho wa siku ni lazima pia uwe na hamasa na hiyo, hata kama ni kwa wiki moja tu au mwezi mmoja ama mwaka. Kimsingi sisi mkataba wetu ni wa mwaka mmoja, nadhani utakuwa unafahamu yeah. Unafahamu umesoma mkataba vizuri mm -hmm. Eh, sisi unatakiwa kufanya kazi na sisi mwaka mzima hapo mm. Ndo tutapima kwamba kweli wewe umekuja kwenye hicho kipindi cha mwaka mmoja umefanya majukumu yako fuli kama unavyosema unakuwa yakinifu kwenye majukumu. Mm. Lakini hamasa ni muhimu sana, ee, ni yani lazima uwe na hamasa na majukumu ambayo unaenda kuyafanya kwa mm. sababu so, kama ukiangalia tu, kila mtu anataka hela. Ni kweli yeah. lakini kama ukiwa unaangalia zaidi huo mshahara pasipo kuangalia majukumu yako namna ambavyo unayafanya, huko ndiyo kukosa hiyo ari na hamasa. Itakupelekea utakuwa unafanya bila kupenda, makosa yatakuwa mengi. Lakini pia baadaye we mwenyewe molari ndani inakuwa hakuna, unakuwa una feel kama unanyanyaswa. Ndio yale unaanza kuona bosi anani binafsi, yaani ukifikia tu bosi anataka umpikie samaki, wewe usile samaki wake, then becomes a problem kwa sababu wewe si tayari, unakuwa hauna ile hamasa ya, ya kazi yako kwamba unajua huyu ni bosi wangu ametaka chakula fulani ni cha kwake, hmm, inabaki hivyo kwa ile morale ya kazi. Kama una, kama huna, kama huna hamasa, unaanza kuona kama vile unatengwa, unanyanyaswa. Hiyo sizani, kama mimi nimebarikiwa, mimi yaga naangalia ya muda ambao nipo Okay. Niko kwenye mda fulani, niko kwenye jukumu fulani kwao, nitahakikisha mm. nafanya kwa kwa yani, kwa nafasi yangu, kwa sababu mi naaminigi kwamba kila kitu utadaiwa, na naongea sasa hapo kiimani, kila kitu utadaiwa. Kama umepewa jukumu fulani, hukulitimiza, kuna watu ulioangusha nyuma, unaangaliaje zile roho za wenzako? Mtu ametumia nguvu kutafuta hiyo hela ya kukulipa, mwisho wa siku wewe haujatimiza wajibu Nafikiri nimependa alivyojibu yeah. Kwanza amesema uh, hakuna ambaye anataka kufanya kazi za ndani mm, miaka, mi, miaka yote which is true, mm -hmm. Yeah. Na mi napendaga kuambia wasichana ambao nawashauri, kwamba kama huna kazi, njoka fanya kazi za ndani mm -hmm. Kwa sababu mimi nilifanya nikijitolea, mi mfano kwamba sikuwa na passion ya kusema nataka au dream yangu kwamba nataka kuwa dada wa kazi za ndani mm -hmm. No, kazi za ndani ilikuwa ni njia ambayo nilipita kwenda kwenye ndoto zangu. Hmm. Kwayo nimependa hilo jibu jinsi ulivyojibu, uh, kwamba ni kweli hakuna kuna kazi ambazo yamkini ya sio kazi ya ndani. Kuna mtu mwingine yuko kwenye kazi nyingine, hata akila inawezekana hapa yupo sio dream yake you know? Hmm. Yeah, yani kila mtu mahali pale alipo inawezekana ni sehemu ya mpito hmm. Lakini kitu kikubwa nilicho kupenda na jibu nililopenda ambalo nimelihusisha na imani, wewe umesema kwamba utadaiwa hmm. <laughs> uh, mimi waga napenda kusema kwamba ukifanya wajibu wako unafungua baraka zako. Yaani unaambia, tumeambiwa kwamba utakalolifunga duniani na mbinguni linafungwa, kwamba hiyo ndio maana yake, kwamba ukifanya kitu kwa ulegevu unajifungia baraka baraka, umeona? Ukifanya kwa bidii unafungua baraka, tumeshapewa kila kitu. Mimi mimi huwa sichukulii kwamba eh, baadaye ndio tutakuja kudaiwa. Hapa hapa unadaiwa hapa alafu na uko baadaye hmm. Kwa sababu hapa ukifanya vitu kwa ulegevu haufanikiwi, then hmm, wewe ndio utakaepitia changamoto yeah. Maana kuna nani, mafanikio yana raha yake na ukiwa kwenye umaskini nako kuna kosti zake na gharama zake hmm. Kila kitu kina gharama, whether uko kwenye umaskini, uko kwenye utajiri, kila kitu kina gharama hmm. Kwao nimependa sana jinsi ulivyoiweka na nimesisitiza hapo kwa sababu ni masomo makubwa sana mwingine ambaye amekaa anasema kazi za ndani ah sitaki ah sichokijua ni kwamba kumbe anatakiwa apite pale kama yusufu napenda kumtolea mfano kwamba yeye alipita kwenye vitu vingi hmm. aliuzwa utumwani akawa houseboy hmm. akafungwa jela lakini baadaye alikuja kuwa waziri mkuu kwa hiyo ile unayoikimbia kumbe ndio inayo, ndio njia ya kukupeleka kwenye nini hatima yako kwa hiyo nimependa sana na hiyo like, na kwamba unapokuwa sasa kwenye kile ile kazi, ule wakati unafanyaje? hmm. mi wanawambiaga wadada, nilivyoaga bosi wangu naondoka, alilia sana hmm. Kwao hakulia kwa sababu alikuwa ananipenda, alilia kwa sababu nilikuwa na add value, nilikuwa ni mtu nayetekeleza majukumu yangu ipasavyo. Hata sisi hapa ofisini Hmm. Nafikiri hata kina kila wameshuhudia kuna mtu akisema akituaga tunasikitika hmm. Sio kwa sababu tuna mapenzi naye ya hivyo, no, ni kwa sababu ni mtu aliyekuwa anatusaidia vizuri majukumu yetu na hmm. Kuna mwingine una saa nyingine, yani unatamani tu aondoke hmm. Na akiondoka unasema, eh afadhali, si unaelewa eh? Kwa hiyo pale unapokuwa uh, katika shughuli yoyote ile, cha muhimu uifanye kwa bidii zako zote hmm ufanye kana kwamba ile shughuli ni ya kwako na hivyo ndivyo neno la mungu navyotuelekeza ufanye kama vile unamfanyia mungu wako kwa sababu mungu ndio anayekuona sirini bosi wako anaweza kutega kamera na nini akiondoka lakini stili anaweza asiweze kukumonita lakini mm. ukiwa unajua mimi nafanya hii kazi kwa uaminifu wangu wote kwa bidii zangu zote. Mungu wangu ndio anayeniona basi utafanya hizo kazi vizuri na kila utakachokuwa unagusa kinafanikiwa na mungu anakubariki mm. Ulitaka kuongezea kitu? Yani ah, ni kuanza kusema mimi ninavyoamini kama uko chini unapaswa kuanzia hapo hapo. Isubiri si juujuu, wakunaga wa kuanzia juu. Kaburi tu ndo linaanzia juu yeah. linakwenda chini lakini <tumakunikia> sisi, mafanikio yote yanaanzia chini. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanasubiri kuanzia juu, naonea huruma mm -hmm. kwa sababu wanataka kanuni ambayo haipo, kanuni zote za mafanikio mm -hmm. hata mtoto kabla hajaingia tumboni, ni mbegu inatoka ah. kwa mwanaume maji maji tu yanaenda kule ndio anatengeneza mtoto. Kama ni mkulima, kabla hajavuna, alilima shamba. Mm. Akapanda mbegu akakaa yeah. Kasubiri. Wewe sasa unatakaje uanzie juu hata kama umesoma umemaliza degree mm. Tusichokijua ni kwamba tumedanganywa na hizi baadhi ya mifumo yetu ya elimu mm, kwamba ukishamaliza digri ya kwanza ya pili sasa utaanzia mm, kazi za juu, na hicho ndio kimezalisha watu wengi ambao wanalialia wanalialia na kulalamikia serikali hamna kazi, lakini sio kweli kwamba hakuna kazi. Kazi zipo. mm-hmm. Ni kwamba okay, watu sasa hawazitaki hizo kazi, wanafikiri wao wamekuwa wahadhi sana kuliko hizo kazi zilizopo. mm. Lakini katika kila kitu, kama wewe kusoma ulienda kuanzia chekechea mpaka ukafika chuo kikuu, kwa nini kwenye kazi na biashara hutaki kuanzia chini wakati kwenye kusoma hukuanzia chuo kikuu? hatuoni kama hicho kitu hakiko sawa? mm. Yani wewe ukimaliza shule, unataka unapoingia kazini uanzie juu. Hmm. Lakini ulipoanza shule uliazia chini, ukasoma kindergarten, ukaenda shule ya msingi, sekondari, chuo, sindio? mm. Wow. Hata biashara ni hivyo hivyo hmm. unaanza na ajira ndogo hata ya kujitolea upate uzoefu mm. Sababu kisha kuja na vyeti vyako, kwanza watu wanaangalia uzoefu. Uzoefu hmm. utatoa wapi? kama hujajitolea, jitolee bure kama ulivokuwa unasoma hmm. unalipa ada, angalau sehemu ya kujitolea huwalipi, lakini unaonyesha uwezo wako. Huenda pale pale unapojitolea wakaanza kukuajiri watakapoona value yako lakini watu wamekariri wanataka waanze wa, wa, wa na viti vya kuzunguka AC kubwa, mshahara mkubwa, gari eh? Na sio watu ni mitaala tu ya elimu ambayo imewekwa na serikali, na hisi ndivyo inavyotujenga, yaani mtoto kwanzia anatoka sijui sekondari, anaambiwa wewe unaenda kuwa daktari, unaenda kuwa injinia, ndio anachoaminishwa. Kwa hiyo ukimwambia kitu tofauti aelewi amaanini daktari amekaa akasoma, miaka yake ni ngapi? Mitano. Eh, dada Bokhe alishasema, yani mindset ndo kila kitu, ina mm, maana zile mindsets ambazo tunakuwa nazo tukiwa tunasoma mpaka tunamaliza. Si tunachoamini ni kwamba nimalize ni ajiriwe zangu huko nianze kulipwa mshahara. Kwa hiyo mm, yeah, hizo ndo zinazowasumbua wengi ambayo bila kubadilisha <laughs> nafikiri kwa neno nzuri wanaita brainwash. E, kwa sababu watu wana, wanafanikiwa wachache nafasi ni chache za ao wanaoweza kwenda kuajiriwa kwenye e, hizo lakini utagambo kweli uende ukasome, alafu unatarajia una upige hesabu kwanza, vyuo vikuu vinatema watu wangapi kuja mtaani na ajira ni ngapi? Nabidi kwanza uanzie hapo, ajira zinazotoka kila mwaka katika hiyo field yako karia yako na watu wanaomaliza vyuo kwenye hiyo karia yako ukianza kutazama hivyo utaanza kuwa flexible kwamba nipate kwenye karia hii au niko tayari kuingia kwenye biashara na vitu vingine, okay. Then you are good we're to go eh, hey, ndo unakuwa kama akina akila huku mm hawajasubiria -hmm. karia zao wamesoma, lakini mm hawakukaa -hmm. kusubiri mm -hmm. zitawakutia mbele kwa mbele kama zipo, zipo lakini kama hazipo pia watakuwa wamejifunza mm -hmm. wamepata experience nyingine huku. Uh, fursa nyingine mm, yeah. Na ushuri wa fursa ikuache ulipo, yani awezi kuwa mtu yule yule takupa hatua uh, kikubwa, lazima upige hatua mm, yeah, haya karibu sana, asante eh, karibu Wadada Center.